Tukisalia kwenye muktadha huo huo ni kwamba Papa Mtakatifu Leo wa kumi na nne ametuma ama ametumia ujumbe wake wa sikukuu yake ya kwanza ya Krismasi kuhimiza amani akikiri mateso ya raia katika maeneo yanayokumbwa na ghasia ya duniani hasa barani Afrika, Ulaya na eneo la mashariki ya kati. Akitoa ujumbe wake wa baraka ya sikukuu hii kwenye roshani ya kanisa la St Peter's Basilica katika sikukuu ya Krismasi, Papa Mtakatifu huyo wa kwanza mzawa wa Marekani alitoa wito kwa ulimwengu ku dhihirisha imani kwa wale walioathirika kutokana na vita kupoteza makazi na hali ngumu ya maisha. Papa Mtakatifu Leo wa kumi na nne aliadhimisha sikukuu yake ya kwanza ya Krismasi huku akitoa wito wa amani, huruma na kukomeshwa kwa vita kote duniani.

Akizungumza kutoka kwenye roshani ya kanisa la St Peter's Basilica, Papa huyo ambaye ni wa kwanza mzawa wa Marekani alitoa ujumbe wake wa baraka ya sikukuu hii akihutubia ulimwengu unaoathirika kutokana na mizozo kuanzia mashariki ya kati hadi barani Afrika. Ricordo in modo particolare i fratelli e le sorelle Burkina Faso and the Democratic Republic of Congo. Kadhalika aliangazia swala la Ukraine akiombea wale aliowataja kuwa watu wanaoteseka wanaoathirika kutokana na vita vilivyodumu kwa takriban miaka minne kufuatia uvamizi wa Urusi. Let us pray in a particular way for the tormented people of Ukraine.

walikusanyika kwenye uga wa St Peters, makao makuu ya kanisa Katoliki ya Vatican yalisema kuwa zaidi ya watu elfu kumi na moja walihudhuria sherehe hizo. Kwenye ujumbe wake, Papa Mtakatifu Leo aliangazia maana kamili ya Krismasi akisema kuwa nguvu za kweli ni katika unyenyekevu na huduma, wala siyo dhulma au ghasia. Mariambo ni kiripotia Darubini Channel 1.